Mtazamaji, kwingineko ni kwamba serikali ya Kenya imeruhusu Somaliland kufungua afisi ya ushirikishi jijini Nairobi. Rais wa Somaliland Abdirahman Abdira, Mohamed Abdillahi, aliyewasili humu nchini siku ya Jumatatu, alifungua rasmi ofisi hiyo mtaani Runda, jijini Nairobi, baada ya kupata idhini kutoka kwa wizara ya mashauri ya nchi za kigeni. Alikariri kwamba ofisi hiyo itahudumu kama uwakilishi wa udiplomasia hapa Kenya, hatua inayolenga kufanikisha biashara huduma na masuala ya kisiasa. Baada ya siku kadhaa za ngojangoja, raia wa Somaliland sasa watakuwa na afisi ya kushirikisha maswala yanayohusu masilahi yao jijini Nairobi. Hafla hiyo iliyokuwa imeratibiwa kungwananga Jumanne wiki hii, ilisitishwa na Wizara ya mashauri ya nchi za kigeni ikikariri kuwa shughuli kama hiyo haijaidhinishwa na kwamba haiungwi mkono au kutambuliwa rasmi na serikali ya Kenya. Hata hivyo ofisi hiyo imethibitisha kwamba serikali ya taifa hili imeridhia kuandaliwa kwa hafla hiyo ya kihistoria establishment. To the the Kenyan officials present, your your participation honors us and your nation is still fast. Pragmatism in engaging Somaliland has paved the way for this today. Wizara hiyo imekiri Kenya inatambua manufaa ya ushirikiano kati yake na Somaliland. And to the Somalilanders, whether one-time presidents of Kenya on newly arrived This mission is your Kulingana na rais wa Somaliland Abdirahman Mohamed Abdillahi, afisi hiyo itahudumu kama uwakilishi wa kidiplomasia hapa nchini, hatua inayolenga kuimarisha biashara, huduma za kibalozi na masuala yanayofungamana na, na siasa.

Serikali ya Somaliland imeahidi kushirikiana na serikali kuu ya Kenya haswa kuimarisha sekta ya biashara katika nchi hizo mbili. Abdiaziz Hashim, Darubini.